Hii ni barua ya msajili wa vyama vya siasa kwa Chama cha Wananchi CUF ikionyesha msimamo wake baada ya kuchambua maelezo ya walalamikaji, majibu ya uongozi wa CUF, katiba ya chama na sheria ya vyama vya siasa kwamba chaguzi zilizofanyika katika mkutano mkuu wa CUF tarehe 18 na 19 Desemba 2024, ambazo hakuna mgombea aliyepata zaidi ya nusu kura zilizopigwa zilipaswa kurudiwa, na kwa kuwa hazikurudiwa, waliotangazwa kuwa washindi, ushindi wao ni batili. Kufuatia hali ya vuta ni kuvute ya CUF na msajili wa vyama vya siasa, Azam News imezungumza na mkurugenzi wa mawasiliano na uhusiano wa CUF Muhamed Ngulangwa kujua msimamo wa chama na hatua ambazo watazichukua kufuatia barua hiyo ya msajili. Kanuni zilizowekwa kando na baraza kuu la uongozi la taifa lililoketi kwa ajili ya kuandaa mkutano mkuu zilikuwa ni kanuni tatu. Kanuni moja ni hiyo inayoongoza kuchuja wagombea kanuni ya pili ni iliyotenga muda wa kujieleza kwa mgombea na idadi ya maswali ya kuulizwa kabla ya kupigiwa kura, na kanuni ya tatu muhimu ni kanuni saba nukta moja ni nne ambayo ndio iliyotumika iliyotumika na msajili katika kufanya maamuzi yake. Ni jambo linalosikitisha. Kwa hiyo chama cha wananchi CUF kimepokea barua hii, kimepitia na msimamo wa chama ni kwamba haya maamuzi ni maamuzi yanayopingwa, sio maamuzi sahihi na chama katika kuhakikisha kwamba e, kinaendelea kusimamia haki kimeamua kwenda mahakamani e, kuzuia e, mchakato wowote unaotakiwa uendelee kufuatia, kufuatia maamuzi haya ya msajili. Baadhi ya wanachama wamekusanyika hapa katika ofisi za makao makuu ya chama cha CUF wakiwa katika hali ya taharuki juu ya uamuzi wa msajili wa vyama vya siasa ambapo wametoa wa mapendekezo yao. Sisi, kwa mujibu wa taratibu ya vyama vya siasa, siku kumi na nne baada ya uchaguzi, tunapeleka taarifa kwake yeye, na yeye kwa utaratibu wa kazi zake anatakiwa tujibu ndani ya siku thelathini. Sasa sisi inawezekana kuna sehemu hatuna uwajibikaji, lakini yeye katika hili ikoje? Ana mwaka mzima, haja, haja, haja, haja, yuko kimya hajatoa tamko kama uongozi huu nimeukubali au sijaukubali. Tulikuwa tunamwomba, tumetoka kwenye uchaguzi, yapo mambo mengi yamefanyika katikati, taifa bado halijatulia, asitake kutengeneza kitu kingine. Ameleta barua, ametengua, amemtengua mwenyekiti, ametengua makamu bara, makamu Zanzibar. Tumekubali, atuache tufanye mambo yetu kwa mujibu wa taratibu zetu, asitupangie wala asiingilie. Hata hivyo, msajili wa vyama vya siasa, jaji Francis Mtungi amezungumza na Azam News ambapo amehimiza chama hicho kufuata ushauri wa ofisi yake wa kurudia ya uchaguzi kwa mujibu wa kifungu cha nne katika mabano tano katika mabano B cha sheria ya vyama vya siasa sura ya 258. Na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inayo mamlaka ya kufuatilia uchaguzi na uteuzi wa viongozi wa ndani ya vyama vya siasa. Rebeka Mbembela, Azam News. Sasa kuzungumza kuhusiana na hicho ambacho kinaendelea ndani ya chama cha Wananchi CUF, nipo hapa na Saidi Miraji, mchambuzi wa masuala ya siasa. Karibu sana. Nashukuru, asante. Nini umekuja nayo, mbona ni nyaraka kubwa? Hey, hii ndio taarifa ambayo msajili ametoa. <laughs> Hey, ina covering letter hii barua ambayo ina kurasa tatu alafu, kuna maelezo ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kuhusu malalamiko hey ambayo ina kurasa malala, malala ni kubwa 35. Wakati, wakati tunasoma kulikuwa kuna vitu tunaita kitini sasa. <laughs> e, <wopta> kuna... <laughs> Ah, so so uliponiita, ilibidi so lazima kwanza nisome nijue. <laughs> <laughs> sawa sawa, sawa sawa. kumekuwa na migogoro ya mara kwa mara ndani ya Chama cha Wananchi CUF. Ni miongoni mwa uh, chama kikongwe nchini, iliwahi kuwa kwa nafasi ya chama kikuu cha upinzani wakati fulani of uh, lakini migogoro yake bado imeendelea kudumu, mara kwa mara imekuwa kiibuka mara kwa mara uh, tatizo ni nini, Said Miraji, na namna gani migogoro hii inaweza kumalizwa ndani ya chama hicho na pengine kustawi na wanachama wake kuendelea kufurahia siasa ndani ya chama hicho? Uh, kwanza migogoro ambayo imekuwa ikitokea ndani ya CUF inakuwa na sura tofauti, sio kama kila ikija inakuwa iko vile vile. Nakumbuka mgogoro wa kwanza ulikuwa ni wa kimamlaka kwa mwenyekiti uh, wa kwanza wa, wa, wa kaf, prof, nani, uh, uh, James Kabalo Mapalala ambaye alikwenda kuondolewa na mkutano mkuu uliofanyika Tanga kule Splendid Inn, lakini kuna mgogoro uliotokea hapo katikati wakina nyaruba na wenzao baada ya kaf kubadili mfumo wa katiba kusema kwamba sasa wanaondoa ngazi ya mkoa e. Kwa hivyo, wakati ule ilikuwa kuna watu ambao walikuwa wapo kwenye ngazi ya mkoa. Sasa ukisema umerudisha mamlaka kwenye wilaya, maanake wao unawaachaje? Kwa hivyo, na yenyewe hiyo ilileta mgogoro lakini kuna migogoro ambayo ilitokea labda pengine kwa watu ambao walikuwa na nafasi za ubunge, kwa mfano kama Naila Jidawi e, wakati mwingine kama Hamad Rashid, Kena, Asha Lingede, Zamda Bozen na wengineo, Aisha Filipo na wengine kwamba wameinguliwa na bado wao wakawa wanatamani kuendelea kuwa wanachama wakapeleka kesi mahakamani. Kwa hivyo kila ukitizama migogoro inakuwa ni tofauti, labda pengine mgogoro kama ule wa kina Maalim Seif, mgogoro kama wa kina Hamad Rashid, mgogoro uliokuja kutokea labda pengine kama wa kina Abdul Kambaya na wengine. Kwa hivyo unakuta kama kila mgogoro una necha yake, kwa hivyo ni pahala ni, ni ambapo kwa nini kunakuwa na mwendelezo wa migogoro <coughs> wakati ni chama cha siasa pengine eh, kilihitaji kuwa kwenye utulivu zaidi na kufanya shughuli zake pengine eh, kuwafurahisha ama kuwaridhisha wale ambao wanakiamini chama hicho. Vyombo viwili pale CUF vinahitaji kuimarishwa zaidi, eh, kwanza kamati ya maadili na nidhamu, lakini pili kamati ya ulinzi na usalama hawa ndio wana uwezo wa kudhibiti pasitokee migogoro, na kama inataka kutokea wanaihendo namna gani, ili isiwe labda pengine mikubwa. Kwa mfano, mgogoro wa mara hii chimbuko lake ni kwenye uchaguzi. Chama kikubwa kama Kafu, mnakwenda kwenye uchaguzi, mnashindwaje kureconcile mapema, mkajua nani agombee nafasi gani, nani ashindane na nani? Mnakwenda kuchukua mwenyekiti pengine na makamu mwenyekiti au mwenyekiti na katibu mkuu, wote wanakwenda kugombea kushindana, maana yake na maana hawakufanya homework yao vizuri, matokeo yake chama kinapasuka. mm -hmm. Sasa hivi ukiwasikia Kaf wanasema wanaenda mahakamani eh, kupinga uamuzi wa, uh, wa msajili kuhusiana kuwavua uongozi wale wanachama watatu ambao tuliwataja. hmm. Pia kwenye taarifa yetu hapa, msajili ni mlezi wa vyama vya siasa, moja kati ya jukumu lake, lakini wanaingia tayari kwenye mvutano na chama ambacho pengine, e, walihitaji ushauri wake zaidi, na hasa wakati wa michakato inapofanyika. Huwa na nafasi gani msajili kuhakikisha e, chama akifikia kwenye hatua hiyo ya migogoro e, msajili anapokuja kwenye mikutano mikuu ya vyama anakuja kama mwangalizi na mwangalizi of course hawezi kuingilia mchakato wenu, kwa sababu nyinyi mnampa mwaliko, anakuja anaangalia, kwa sababu mwisho wa siku nyinyi mkishakumaliza, mnapaswa kupeleka taarifa na kujaza fomu za mabadiliko ya uongozi. Sasa kilichotokea katika CUF ni kwamba baada ya kupelekwa ile, wapo wanachama wengine wakapeleka malalamiko ya kutokuridhishwa na uchaguzi ule ulivyokwenda. Mimi nimeangalia hii document ya msajili eh, mambo manne pale makubwa ambayo yaliangaliwa. Kwanza kwamba je, hawa waliopeleka malalamiko walikuwa na haki hiyo kupeleka malalamiko ya kabla ya kumaliza michakato ya ndani ya chama. Ya pili ilikuwa ni kwamba je, Lipumba katika kuchukua kwake fomu analalamika hakuenda kuchukua yeye mwenyewe in person. Ilikuwa ni sahihi au si sahihi? Hoja nyingine ya tatu, kuna hii hoja ya kutengua kanuni ya baraza kuu la CUF kwamba imekuwa imetengua kanuni. Sasa je, ilitengua na kanuni hii ya ya, ya kwamba wagombea kama ikiwa wa, hawakupata asilimia zaidi ya hamsini. Maanake malalamiko makubwa ni kwamba mwenyekiti, makamo mwenyekiti Zanzibar, mm. na makamo mwenyekiti bara hawakupata kura zaidi ya asilimia hamsini kinyume na labda pengine kanuni zao. Kwa hivyo haya ndio mambo ambayo msajili amekuwa ameyazingatia. Kwa hivyo waliolalamika mm, kwa msajili ni wanachama walioshiriki uchaguzi wakaona wameshindwa, waliolalamikiwa ni wanachama walioshiriki uchaguzi wakashinda, wakolo, na wote ni kafu mm -hmm. <laughs> uh, uh, awali ulimtaja James Mapalala miongoni James Kabalo Mapalala kabisa miongoni mwa wanasiasa wa kongwe na, na, CUF na waasisi pia wa chama hicho. James Mapalala uh, Sef uh, Sharifu Hamadi, Profesa Ibrahim Lipumba, wakati ule miaka elfu mbili kurudi nyuma, uh, inatajwa kama wakati wao CUF ilikuwa na nguvu sana na mvuto. Migogoro ambayo inaendelea, pengine huenda inaweza uh, ikamalizwa, namna inaweza uh, ikamalizwa Kafu ikarejea kwenye umaarufu ule, na imalizwe vipi, kufufua chama ambacho kimepitia mitihani kama Kafu na kirudi kama kilivyokuwa mm -hmm. wakati tayari kuna vyama kama vile CHADEMA kimeshakuwa chama kama ACT kimeshakuwa, pana kazi kidogo kwa mm -hmm. Sisi tuliopita kwenye sayansi ya siasa eh, nakumbuka Uingereza wakati ule wanataka kuireform labor. mm -hmm. Walilazimika kufanya reforming mpaka ya ile nembo yao, wakawa wanasema new Britain, new labor. Wakakubali mpaka kuondoa viongozi mpaka mwisho, anakuja Tony Blair anakuwa kiongozi. Kwa hivyo sijui kwa kiasi gani CUF anaweza kureform mfumo wao, waka reform labda pengine kila kitu ili kiweze kuonekana kama kumba, ni CUF mpya, kwamba kibadilike kila kitu, pengine kuonekana sura mpya, sio ionekane CUF mpya. <laughs>